Kiwango kikubwa maisha yako yanaathiriwa sana na watu ambao wanakuzunguka. Jeff Olson, mtaalamu wa masuala ya kimaisha alihitimisha, kwamba katika utafiti wake maisha yako yanaathiriwa na watu takribani watano wa karibu ambao wanakuzunguka. Kwa sababu hiyo, ni muhimu sana kuchagua watu gani ambao wanakuwa karibu na wewe na watu gani ambao wanakuwa mbali na wewe. Na ni kweli kwamba wako marafiki ambao wanakuja kwa sababu maalum na wanakuja katika majira maalum, wanasema lakini ukweli usiopingika, kuna aina fulani ya marafiki utakiwi kuwapoteza kabisa kwenye maisha yako. Na ndio aina hizi tano za marafiki ambao hutakiwi kuwapoteza hata siku moja kwenye maisha yako. Aina ya kwanza, marafiki ambao ni wamuhimu sana kwenye maisha yako ni marafiki ambao wanakuonya na wanakuambia ukweli. Katika vitu ambavyo vimepoteza watu wengi sana ni kuwa na marafiki ambao ni wanafiki. Marafiki ambao wanakuona unapotea lakini hawasemi, wanakuona unakosea lakini hawasemi, badala kukuonya kitu ambacho hakiko sahihi wenyewe wanakusifia au wanakaa kimya. Watu wengi wamepoteza mwelekeo wa wa maisha yao kwa kuzungushia na aina hii ya marafiki. Sasa unachotakiwa kujua ni kwamba kama rafiki yako anakuonya, kama rafiki yako anakwambia ukweli, huyu si rafiki wa kumpoteza. Mara nyingi katika hulka wa mwanadamu hatupendi kuambiwa ukweli, hatupendi kuonywa. Kwa mara nyingi watu wanaotuonya na kutuambia ukweli huwa tunawakimbia. Huwa tutaki kuwa karibu nao. Lakini katika falsafa ya maisha na mafanikio inaonyesha kwamba ni muhimu sana kupata marafiki ambao wanakuonya na wanaweza kukwambia ukweli. Sijajua wewe, ukiangalia marafiki zako wa karibu sasa hivi, hasa marafiki zako watano wa karibu, je, una rafiki yote ambaye anaweza kukwambia machoni kwako ukweli na akakuonya? Kama huna, ni aina rafiki mmojawapo ambao unatakiwa kuwa naye na utakiwa kumpoteza kabisa. Aina pili ya marafiki ambao utakiwa kuwapoteza ni wale ambao tunasema wanasimama na wewe katika nyakati ngumu. Ni rahisi sana kupata marafiki ambao ukweli ni kwamba wanakuwa na wewe katika nyakati za mafanikio yako, lakini hawawe na wewe katika nyakati ambazo ni ngumu, na hasa unawahitaji. Marafiki ambao wana uwezo wa kusimama na wewe kipindi ambapo hauna chochote, marafiki ambao hawakupendi kwa sababu ulichonacho, wanakupenda kwa sababu vile ulivyo, hawa ni marafiki adimu sana katika ulimwengu wa sasa hivi. Sasa ni muhimu sana kujua kwamba hawa ni aina ya marafiki ambao hutakiwi kuwapoteza kabisa. Marafiki ambao utawaona nyakati zote, ukiwa chini, ukiwa katikati au ukiwa juu. Wale ambao ukiwa kwenye matatizo wanakuwa tayari kusimama na wewe. Hawaone aibu kuambatana na wewe katika matatizo yako na katika shida zako. Wale ambao hata ukiwa chini sana watasema bado huyu ni rafiki zangu, huyu ni rafiki yangu. Ukiona marafiki ambao hawako tayari kuambatana na wewe kipindi ambacho unapitia dhuruba, misukosuko na mambo magumu, maana hiyo si dalili nzuri. Sijui kama una rafiki wa namna hii ambaye kila wakati katika hali zozote za maisha bado atabaki kusimama na wewe, au pengine marafiki zako ni wale tu ambao wanakuja mambo yako akiwa yako mazuri. Aina tatu wa marafiki ambao hutakiwa kuwapoteza, tunasema ni marafiki ambao wanakusogeza karibu na Mungu, na hili ni jambo muhimu sana, kwa sababu mwanadamu wa kawaida, tunasema ingawa anaonekana ni mwili, lakini ana roho. Unapokuwa na marafiki wanaokusogeza karibu na Mungu, wanakusaidia sana. Kwa nini? kwa sababu mafanikio yako kwa kiwango kikubwa yanategemea mahusiano yako na Mungu kwa kiwango kikubwa sana. Ukiwa na marafiki ambao wao wanakutambulisha kwenye tabia mbaya, hao sio marafiki wa muhimu sana. Katika seko yako ya marafiki lazima uwepo rafiki ambaye atakwambia hapana, tabia hii sio nzuri. Lakini hao, rafiki yule ambaye anakwambia kwa kweli unahitajika kuongeza ukaribu wako na Mungu. Kwa jaribu kuangalia katika seko yako, una rafiki yoyote ambaye yeye anakusaidia kusogea na kuwa karibu na Mungu zaidi, au marafiki zako wote wanakutoa mbali na Mungu. Aina ya nne ya rafiki ambaye utakiwa kumpoteza na lazima uwe naye kwenye maisha yako, tunasema ni marafiki ambao wanavutiwa na ndoto yako. Unajua watu ambao wanakuzunguka na marafiki zako wanavutiwa na vitu mbalimbali. Kuna watu wanavutiwa na umbo lako, kuna watu wanavutiwa na muonekano wako, kuna watu wanavutiwa na pesa ulizonazo, kuna watu wanavutiwa na akili ulizonazo, kuna watu wanavutiwa na kazi ambayo unayo, kuna watu wanavutiwa na kipaji ambacho unacho. Vision ambayo nayo anavutiwa na maono ambayo nayo kwenye maisha yako, anatamani kuona siku moja yale maono makubwa ulio nayo yanakamilika. Anacho celebrate kwako, sio kitu kingine, anacho celebrate ni aina ya maono ambayo nayo na hao ni marafiki muhimu sana, kwa sababu unawahitaji ili wasimame na wewe katika nyakati zote za maisha yako, lakini pia unawahitaji ili wakupe motisha kiwa unapokutana wao anakuambia hapana, unakumbuka maono alioniambia tukiwa shule ya msingi? Unakumbuka maono alioniambia mwaka jana? Ulisema wewe unataka kuwa mfanya biashara mkubwa. Unakumbuka ulivyoniambia wewe, ulikuwa ni mtu ambaye unataka kuwa mkulima mkubwa, unataka kuwa msanii mkubwa. Hawa ni marafiki ambao utakiwa kuwapoteza, ambao kila wakati wanakuletea wana, wana moto na hamasa ya wewe kufanya malengo na maono ambayo umekuwa nayo kwa muda mrefu kwenye maisha yako. Aina ya tano ya marafiki ambao utakiwa kuwapoteza kabisa, tunasema ni wale ambao mnaunganishwa na kusudi ulipokuja duniani. Kabla hujazaliwa Mungu alikuwa na kusudi fulani kuja kulifanya na kuna watu ambao wana kusudi kama la kwako ambao unatakiwa uambatane nao. Umesha kusikia ule msemo uh, wa Kiingereza wanasema uh, the birds of the same feather flock together, ndege wanaofanana mabawa wanaruka pamoja. Na wewe kuna aina ya watu ambao mnaelekea sehemu moja. Kama unataka kufanya biashara, na wenyewe pia ni kusudi lao hilo. Kama unataka kufanya jambo fulani, na wenyewe pia ni kusudi lao hilo. Tunasema hawa ni marafiki ambao unatakiwa kuwapoteza, kwa sababu wanakusaidia kukupa updated information ya vitu vinavyoendelea katika field yako, lakini pia wanakusaidia kutengeneza network kwa haraka sana. Kwa hiyo, ningekupa changamoto leo, jaribu kujiuliza katika aina hizi tano za marafiki ambao nimewazungumza, unafikiri ni yupi ambaye unamkosa ambaye kuanzia leo utafanya juhudi ya kwanza kumtafuta. Andika pale chini kwenye comment ni aina ipi ya rafiki ambaye unamkosa kwa sasa, ambaye unaona kabisa, huyu namhitaji kuwa naye kwa haraka sana. Na kisha tutabadilishana mawazo zaidi, tuweze kusaidiana kutimiza malengo yetu. See you at the top.